Ninalelewa katika kituo cha Arafa, tunaomba msaada wenu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapeziwa watazamaji wa Kalela Online TV, kwa ajili ya kwenda kuwapa chochote kitu watoto mayatima. Bila kusahau mzamini wetu Kinyope fundi simu, hao ndio ambao we, wanawezesha kutoa zawadi mbalimbali, sadaka mbalimbali yatima waweze kunufaika. Lakini pia bila kusahau, au akinywepe fundi simu ni wauzaji wa simu aina zote, simu mpya, simu za mtumba, simu used, lakini pia ni mafundi mabingwa wa kutengeneza simu aina zote. Ni twende kwa ajili ya kwenda kuwakabidhi watoto yatima. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Zaidati Mohamed, ni mzaliwa Masasi mjini, nimetokea maeneo ya wapiwapi wapi, nimekuja katika kituo hiki cha Bizainab kwa ajili ya kutoa msaada mfupi au mdogo ambao Mwenyezi Mungu amenijalia kuupata. Nimekuja kuwakabidhi watoto hawa kwa ajili ya kuwashika mkono kwa ajili ya kuwapa tabasamu na kuwaonyesha furaha ya maisha kama tunavyoishi watu wengine. Nakabidhi hiki kidogo nilicho nacho kwa hawa watoto kwa lengo la kuwashika mkono, naomba upokee bizena. Na Allah aendelee kukulipa. Mashallah, Mashallah, Mashallah. Alhamdulillahi Rabbil alamin wa salatu wa wassalamu ala rasulillahi sallallahu wa alaihi wasallam. Ndugu zangu, ninashukuru kwa zawadi hii ambayo ndugu yangu hapa ameleta akiwa na msafara wake, alhamdulillahi. Na haya ndo mambo ambayo, ambayo mimi natarajia katika kituo changu hiki, kituo cha malezi ya watoto ambao mayatima kama tulivyokuwepo hapa. Kwa hiyo nashukuru kwa zawadi ambayo umetoa. Allah akulipe kulipe kheri e, akupe wepesi katika mambo yako, na siku nyingine tena uweze kuja hapa. Ndugu zangu tuliokuwepo hapa, ndo mimi ndo mlezi wa watoto, niko na wenzangu hapa, takribani tunawatunza watoto, lakini na mtoto huyu kama mnavyomwona hapa yuko rangi kidogo na sisi tofauti rangi. Inahitaji mafuta ya pekee, inahitaji sabuni za pekee. Kwa hiyo mkiguswa, basi mimi napatikana hapa, yoyote mwenye kuweza kufika hapa afike usiku mchana, mimi nipo hapa. Binti tumemtoa mbali kidogo, huko vijijini huko, kiasi kwamba alikosa malezi kabisa ya watu wote. Ehe, kwa hiyo na hata hivyo, msamaria mwema Tundu ambaye alim alikuwasiliana na sisi akamleta hapa, na sisi kawa tuna jinsi, tukampokea binti. Anasoma darasa la tano na tumemhamisha bado anasoma katika shule ambayo sisi tuko nayo karibu hapa. Kwa hiyo tunahitaji msaada wenu, fikira zenu, eh, na vitu ambavyo vile vinavyohitajika hapa. Sasa hivi nimepata sabuni hizi za kufua watoto hawa na changamoto wengine vikojozi, ile mbaya. Kwa hiyo alhamdulillah, nashukuru. Na huu msijaangalia vizuri hiki nini, kwani

na kuna nguo viatu, yani leo ni hatari tu. Lakini jamani, hapa nina watoto baadhi yao, wengine hapa wapo, wameenda kucheza. Wakubwa wanadai kanzu zaidi nini, kwa hiyo nimepata nguo za watoto wa kike baadhi yao, na sio wote. Kuna watu wamechukua watoto watatu, wanne, wanawashonea nguo. Na wewe ukiguswa, Idi imekaribia, siku mbili, siku tatu, na wewe guswa, lete hapa hata vitu, watoto nao wafurahi siku ya Idi. Kama unavyojua siku ya Idi watoto wanabidi wale vizuri, chakula kizuri. Eh, manyama hayo msile peke yenu, mlete na huku basi, mambo yakae vizuri na sisi tufurahi na hawa watoto shaba. Kama mnavyotuona mna hivi, tuko hapa aa, na vitu vingine, ukifika hapa unaweza kufahamu changamoto ambazo zilizo kuepo hapa. Mimi niwashukuru msafara huu ambao umekuja hapa, ikiwepo bwana Kalela huyu na yuko hapa. Kwa hiyo inshallah, na washukuru na wao kameramani huyo, namshukuru. Kwa hiyo mbona mnataka kuniangusha? na watu wengi, kwa hiyo nisiseme mengi sana, maanake isije hata ikapotee zile lengo kikubwa. Zaidi nahitaji msaada kwenu, inshallah tuweze kusaidiana katika malezi ya watoto jamii. Kumbuka na wewe una watoto maitima wa kesho, kwa hiyo usione kazi katika kuwasaidia wenzio. Mwenyezi Mungu atakulipa na atakulelea kizazi chako, hata kama mwenyewe ukiondoka, kwa sababu umefanya khair, umewalea watoto wa wenzio, na wewe Mwenyezi Mungu hataacha kukuhifadhia kizazi chako. Wabillahi tawfiki, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa majina naitwa Amina Juma. Nalelewa katika kituo cha Arafa. Mimi nahitaji msaada mkubwa kwa sababu lari, nilio langi niliyokuwa naye tofauti na wenzangu. Ninahitaji mafuta, sabuni, kwa hiyo nategemea msaada mtanipa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Zulea Hasani. Ninalelewa katika kituo cha Arafa. Tunaomba msaada wenu wapenzi wa watazamaji wa Kalela Online TV. Nikiwa kama timu Kalela, nimekuja na zawadi yangu katika kituo hiki cha Arafati kuwaletea watoto yatima hawa watoto yatima. Tumewaletea njugu, tumwaletea na sukari, lakini pia kuna vitu mbalimbali mbali hapa wamepokea, lakini bado vitu hivyo havitosha. Hawa watoto tunawaona hapa ni wachache sana, wengine bado hapo mashuleni, wengine bado hapo darasani huko na sehemu zingine kama hizo wanacheza. Kwa hiyo hichi kituo kinalea watoto yatima kinaitwa Arafat kwa bizena. Kwa hiyo Waislamu wote na wale ambao kwamba wasiokuwa Waislamu, wasi wa wale walioguswa na jambo kama hili, chochote mtu alichokuwa nacho, hawa watoto bado wanahitaji mwezi wa Ramadhani kufuturu, lakini pia bado wanahitaji sadaka ya chakula siku ya sikukuu, lakini pia bado wanahitaji mavazi. Kuna watoto hapa mavazi amepata, waliopo hapa waliopata mavazi na wasiopata mavazi, wengi sana ambao kwamba wasiopata mavazi. Kwa hiyo Waislamu kama mnaguswa, mtu anaweza akaja hapa akachukua watoto wawili wa watoto watatu akaenda kashonea nguo akawaletea. Tunawaomba sana watu wote ambao wanaangalia kipindi hichi Kalela Online TV. Mimi nimeleta hapa njugu pamoja na sukari, lakini pia changamoto zilizokopo hapa, tumeambiwa na mlezi wa hichi kituo, kuna mtoto mmoja, huyu hapa, huyu mtoto Mwenyezi Mungu Subhana wa Subhana amemjalia hii rangi aliyokuwa nayo. Sasa rangi ina sabuni zake special. Kuna sabuni zake special pia kuna mafuta yake special ambayo kwamba akiogea sabuni hizo na akipaka mafuta hayo anakuwa soft. Kwa hiyo waomba kila yule ambaye kwamba mwenye kuguswa na jambo kama hili, basi aturetee sabuni. Mtajitokeze tu mtu mmoja tu yeye, mimi nitaleta sabuni, nitaleta pamoja na mafuta ya kupaka huyo mtoto. Popote pale ulipo Muislamu. Bila kusahau, wazamini wetu ni Kinyope Fundisimu. Kinyope Fundisimu anapatikanika Masasi Mtimwiba. Ukifika Masasi Simtimwiba ulizia kwa Kinyope fundi simu. Na namba zao za simu ni hizo hapo chini zinapita. Waafua minkum wasalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatu.